Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja, katika mazungumzo yake, aliwa kutoa ishara, akaishiria upande wa mashariki, akasema: ala inna alfitnata hahuna inna alfitnata hahuna alfitna au min hahuna, hakika auzindukeni, juweni kwamba hakika fitna itatokea hapa, hakika fitna itatokea upande huu, min ha huna, kutokea hapa. Wa ashara biyadihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaishiria kwa mkono wake, qibala al-mashrik, upande wa mashariki, min haithu yatluu qarnu ash-shaytan, mahali ambapo ndipo zinapotokezea nguvu za shetani

kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua akasema allahumma barik lana fi shamina allahumma barik lana fi yamanina qalu wafi najdina ya rasul Allah. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ewe Allah, tubariki sisi kwa shamu yetu, akisema Sham anakusudia Syria, Jordan, Palestina kwa wakati huo zote zilikuwa ni Sham na makao makuu ni Dimashq Damascus Syria. Kwayo tubariki katika Sham, ewe Allah tubariki Yemen, tubarikie Yemen. Watu wakasema na utubarikie vile vile, ni yani, tuombee vile vile na najidi yetu, na najidi basi Mtume sala wa sallam akaomba hivyo mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Alipoambiwa wafi najidina, akasema hunaka zzalazilu walfitanu wa biha yatlucu qarnu lshaitan, huko ni sehemu za mitikisiko na huko ndiyo sehemu za fitna na huko ndiko kwenye pembe ya shetani Najd. Mtume sala wa sallama akawajibu hivyo wale waliomuomba wali aiombee Najdi. Hadithi hii kama nilivyotangulia kusema imetajwa, ile ya kwanza imetajwa na Bukhari na Muslim. Hii ya pili, Allahumma barik lana fi shamina mpaka mwisho wake, ameitaja alimamu al-Bukhari katika sahihi yake kwa tamko hili ndilolitaja sasa hapa mahali pa kutazama ni kwenye neno najidi. Najidi maana yake ni nini? Hapa pana maelezo marefu, lakini nataka kuzungumza kwa ufupi tu. Katika lugha ya Kiarabu neno najidi linamaanisha sehemu za milimani, sehemu zote za miinuko huitwa najidi, na miji mingi ina najidi zake. Kwa mfano, Tanga inayo najidi lakini najidi ya Tanga haiko mashariki, pengine labda najidi yake iko kaskazini magharibi. Ha, wapi huko milima ya Usambara huko mtoto na wapi na milima kama hiyo, safu za milima ya Usambara, milima ya Magoroto, kote huko ni milimani. Najidi bali, walioko Morogoro wana najidi yao, walioko Iringa, walioko Mbeya kwa ufupi najidi ni sehemu za miinuko zenye safu za milima milimani, sehemu za juu. Ule uwanda wa juu unaitwa najidi na ule uwanda wa chini huitwa tihama. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa kuombea najidi, kwa sababu ndiko sehemu ambapo sheitani na mitikisiko katika Uislamu inaanzia huko Najd, fitna nyingi zatokea huko Najd. Imam imamu al-Bukhari ameitaja hadithi hii kwenye kitabu chake Al-Jami' as-Sahih au Sahih al-Bukhari. Imamu al-Bukhari amefariki mwaka al-Bukhari a mwaka 256 Hijria, zaidi au takriban miaka elfu moja na mia mbili iliyopita. Hadithi hii imewekwa katika Sahih al-Bukhari wanaochuoni waliokuja baada yake waliosherehesha hadithi hizi zimeshereheshwa lazima kwenye vitabu, kwa kuwa Najdi ni kila sehemu yenye miinuko. Kila sehemu yenye miinuko ni Najdi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia Najdi ipi? Masahaba walimuelewa vipi kuhusu hii Najdi, maimamu

Mwaka mia nane na hamsini na mbili takriban miaka mia sita hivi iliyopita, takriban iliyopita ya Kiislamu, akamnukul Khattabi ndio mwenye kile kitabu kinaitwa Maalimu Sunani. Sasa amenukuliwa akisema kwamba muradi wa Najid iliyokusudiwa hapa kwa sababu kuna Najdi ya Alyamama, iko Najdi ya Alyamama. Alyamama ni sehemu za Riyadh, Diriya, lakini kuna Najdi ya Iraq. Ni rejeni katika Fathul Bari, mtayakuta maneno haya yamejaa tele: waman kana bil madinati fanajiduhu badiyatul Iraq, yule aliyekuweko Madina, Najidi yake ni badia. Badia ni tuweza kusema mbuga jangwa, katika mbuga za Iraki na jangwa ya Iraki, huyo atakuwa kwenye najidi ya Madina huyo, kwa sababu kila watu wana najidi yao. Hata huko Yemeni kuna najidi na kuna sehemu za Tihama, sehemu za Hudaida na nyinginezo huitwa Tihama na ina najidi yake.

Mapenda kuuliza vitu vidogo vidogo, lakini ajabu iliyoje kwanu nyinyi ya kufanya mambo makubwa. Mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kadha, akasema maneno haya kwamba fitna itatokea upande huu wa mashrik, fitna itatokea Najdi. Kwa hiyo ukiangalia hadithi zimetaja Najdi. Mtume sala llahu alayhi wasallam ameombea Sham na akaombea Yamani. Alipoombwa aombee na Najidi, akajizuia akakataa, hakuwaombea watu wa Najd. akasema huko itatokea fitna na mitetemeko. Masahaba wakina Abdullah bin Umar na wengineo wakaelewa kwamba Najidi iliyokusudiwa na mtume swalla llahu alayhi wasallam ni Iraq.

Watu waliomwasi Ali bin abi Talib wakajitenga katika sehemu ya Naharawan, wakaitwa Khawarij. Walitokea katika sehemu ile ya Alkufa, wakaenda zao Naharawan. Bali Ali bin abi Talib aliuawa pale katika mji wa Alkufa. Alhasan mtoto wake Ali bin abi Talib alipata balaa nyingi na mitihani mingi kutoka kwa ahlul Kufa.

kwamba Najdi. Naona Najdi, Mtume kataja Najdi na Muhammadi bin Abdul Wahhab katoka wapi? Akatoka Najdi. Ni nani katika masahaba katika tabiin, bali hata katika maimamu waliotafsiri hadithi hii waliohusisha Najdi na Aliyamama au Diriya? Nani? Hakuna, na hali ya kuwa wakati huo makabila mengi ya Waarabu yaliritaji

na wengine wakiwaainisha hasa, wakiwapenti kabisa ya ahli al-Iraq, enye watu wa Iraq wakiwaambia. Kwa hiyo kwa maelezo haya tunapata ma, mahali au nafasi ya Iraq namna inavyozungumziwa katika Uislamu. Kufa ni sehemu katika Iraq zamani, kitabu kitajwa Kufa, Basra